Mshindi wa nishani ya shaba katika mbio za mita elfu tatu kuruka viunzi na maji duniani kwa wanariadha wasiozidi umri wa miaka 20, Diana Chepkemoi ni baadhi ya wanariadha chipukizi watakaotoa na kijasho na wanariadha waliobobea katika makala ya mwaka huu ya mbio za Absa Kip Keino Classic itakayoandaliwa uwanjani Ulinzi tarehe 31 mwezi huu. Wakati wa mazoezi ya asubuhi katika kambi ya wanariadha chipukizi ya Lemotit iliyoko Londiani, kaunti ya Kericho. Nyota hawa ibuka wanafanya mazoezi chini ya uangalizi wa kocha Paul Kemei. Diana Chepkemoi ni baadhi ya chipukizi watatu kutoka kambi hii watakaosaka ubingwa katika mbio za Kip Keino Classic. Even yangu ni 3,000 meters. Tumepanga vizuri na kocha wangu ili nitaenda kukimbia. Kwa sasa Diana ana muda bora wa dakika 9 na sekunde 29.84 aliyoandikisha mwaka jana kule Lima, Peru alikoshinda shaba katika mashindano ya chipukizi wasiozidi umri wa miaka ishirini somo wake Diana kwa jina Sharon Chepkemoi pia atashiriki katika mbio hizo za mita elfu tatu kuruka viunzi na maji. Yeye pia atakuwa anashiriki kwa mara ya kwanza. Nime prepare kwa hii mbio ya Kipchoge klasi. Nime prepare well. Niko ready kwenda kufuna nilio panda. Bingwa wa mbio za kilomita sita kwa chepukizi katika mbio za nyika za chepsaita na siri kwa klasik, Cynthia Chepkirui pia atajitosa uwanjani kushiriki mbio za mita elfu tano. Naenda kungangana, ni qualify kwa taan, niende world championship. Kocha Paul Kemei ambaye pia alimnoa bingwa mara mbili wa Olimpiki Beatrice Chebet akiwa bado chipukizi, anaimani kuwa kinda wake watang'aa Kip Keino.